Hello wapendwa, nimekuja kwenu na leo na mada nataka tuzungumze. Ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba katika dunia hii tunayoishi, tusiwe watu wa kuishi kuwafurahisha watu, lakini tuwe watu wa kufuata haki. Watu wengi katika dunia hii tunajaribu kuwafurahisha wanafamilia, marafiki, wapendwa wetu na hata wafuasi tulio nao kwenye mitandao. Lakini nataka nikuambie kwamba, ndugu yangu, hakuna mtu yoyote yule anaweza akaishi katika dunia hii akifurahisha wanadamu. Hata ndugu yangu, uchukue moyo wako uwashe kama mshumaa, wanadamu watabaki kwa wanadamu tu. Watakukosoa, kuna baadhi watakutukana, utatendewa yasiyo stahili kuna watu watakudharau na wengine wataona yale yote unayoyafanya hayafai kabisa, lakini hao ndio binadamu tunaoishi nao. Jua kwamba ndugu yangu, jitahidi uwe mtu wa kutendea watu haki, lakini wachache ndio huwa wanapenda kutendewa haki. Watu wengi wanafurahi kuwa wakifurahishwa kila siku, lakini pale unapoamua kutendea watu haki, wengi huwa wawezi kabisa kuvumilia hali hiyo, na nataka nikushauri kwamba, ndugu yangu, siku ya leo usiwe mtu wa kufurahisha watu, lakini watendee watu haki na watu wote. Hata kama wataondoka kwa sababu umestopisha kuwafurahisha, hacha waondoke, lakini baki na wale wachache wanaofurahia kutendewa haki na hata na wewe, ndugu yangu, hapo ndipo utapata amani ya moyo wako na dunia ndio jinsi ilivyo. Kumbuka kwamba, ndugu yangu, usiishi kuwafurahisha binadamu, lakini watendee haki, na ujue kwamba wachache ndio huwa wanavumilia haki, maana wengi ni mashabiki, na mashabiki huwa wanapenda kufurahishwa kila siku. Usiishi dunia ya mashabiki, lakini ishi kwa dunia ya watu wanaopenda kutendewa haki, na hapo utapata amani ya moyo wako, maana hapo hautapata mtu atakaye kudharau wewe, hapo hautapata mtu atakaye kuchekelea wewe, maana kila mtu atajua haki yake ko mahali gani. Na kama ndugu yangu unajua kwamba binadamu kama binadamu, usiishi kwa kuwafurahisha, bali kuwatendea haki. Weka maoni yako hapo na tuwezi kusikia, na unapopata mada zetu hizi, weka komenti, na kama na wewe unataka kutendewa haki Weka komenti yako hapo, na usiwe mtu wa kusubiria tukufurahishe wewe, lakini hacha tukutendee haki. Asante sana.